Katika ubongo kuna vikao <laughs> ukiona tu mtu amekaa ameshika tama hivi, jua kuna nini, kuna vikao. Sasa samahani, kuna tama za aina, ukiona mtu ameshika shavu ina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza huenda ana huzuni, maana ya pili huenda anatafakari. Kwa hiyo usije ukaona mtu amefanya hivi ukaanza kumtabiria ovyo, acha mpaka akuambie ila ukiona mtu ameshika tama upande wa juu namna hii, maana yake kuna kamzigo kichwani. Kama ingeliwezekana katoke nikapunguzie kwenye huu mkono kangetoka, lakini ameendelea kushika. Nakupa habari njema, Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni mzigo gani ambao unakulemea? Yeye atakupumzika wewe. Kwa nini hujatoboa mpaka leo kwenye maisha yako? Hata biashara unayofanya unainenea vitu vibaya. Hey, sijui nitatoboa aya tuone, ngoja tu nijaribu. Bibilia inasema asiyefanya kazi asile. Sasa nitafanyaje? Baraka itashuka saa ngapi? Nasikilizeni, kuna ile habari, kila wakati unatamani ukutane na mzee wa kanisa mwinjilisti akuombee. Nikuambie leo hata kama akuombee kiasi gani, kama hujabadilisha mtazamo, ni sawa na mtu anayechukua maji anaweka kwenye ndoo iliyotoboka toboka, toboka, yatatoka tu. Angalia Daudi anavyosema, Daudi kabla ya jambo lolote alikuwa anajibariki yeye Mwenye ni kupe mfano wake. Hakika wema na fadhili zitafanya nini? Siku ngapi? Unaelewa maana ya wema?